Unang'ara na kumeremeta kutoka kwako kwa Mheshimiwa Harry James mkuu wa wilaya ya Iringa, lakini pia kuwapokea wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa sita wakiongozwa na jemedari Ismail Usi, pamoja nao nakiri kuwapokea wakimbiza mwenge wa kimkoa pamoja na msafara wao wote. Mwenge wa uhuru ukiwa katika wilaya ya Mufindi utakimbizwa katika halmashauri mbili, halmashauri ya mji Mafinga na halmashauri ya wilaya ya Mfindi. Leo tarehe moja mwezi wa tano, mwenge wa uhuru utakimbizwa katika halmashauri ya mji Mafinga ambapo tunategemea mwenge wa uhuru uweze kukagua kuzindua na kuweka jiwe la msingi miradi kumi na moja yenye thamani ya shilingi bilioni tatu nukta moja. Katika halmashauri ya Mfindi mwenge wa uhuru utakimbizwa kilomita 45 na utakagua miradi tisa yenye thamani ya shilingi bilioni 20 nukta moja. Ninaahidi kwa kipindi chote mwenge wa uhuru utakapokuwa katika wilaya ya Mfindi nitaukimbiza, nitahakikisha uko salama, utapita maeneo yote kama ilivyoonyeshwa katika ratiba. Ninaahidi pia watuza wakimbiza mwenge wa uhuru.